Anaiomba tena wametumbukia sehemu nzuri, lakini amechagua tena kugeuka nyuma. Inapambanishwa cross, ilicheza header, free goal, golkipa alitoka, na wanapata nafasi ya kuongoza KenGold. Popah Richard Mwatondoa anawaambia Mbeya bado tumo. Anakwenda kupata picha, mkogo wa kisasa, wanapenda katambe Instagram, hawana mambo mengi Luquman Abubakar Mbalala Salu haamini wamefungwa bao hili, katika ushuhuda wa macho yake. Amekwenda kuweka bao Popah Richard Mwatondoa ngeweza kuhisi kama wamepoteza nafasi ya kushambulia. Heda nzuri, heda ya viwango, heda ya darasa, heda ya daraja la juu kutoka kwa Popah Richard Mwatondoa. Amegoma kile. Ana flow sasa nafasi ile. Haya, Mbalala what a goal ana levuscobod Lukuman Abubakari Mbalala Salu alifunga bao la aina hii, ilikuwa ni dhidi ya Kagera Sugar. Lukuman Abubakari Mbalala Salu anawaleta mchezoni, tazama ipasi pasi aliichukua akamwambia, njoo hapa na wewe, kaa hapo, kisha anaweka hapa bao moja zuri sana kulishuhudia katika mashindano haya Goalie. wawili walichekechwa Alevo ya juu, bao maridadi mno, evoi aji sana. Usaka Christopher John Kitafa anaingiza kosi. Oh yes! Masanja Batano Shigella timu mbili ambazo kaka zao wanashuka ligi wanakutana katika mchezo kutafuta nani ni mshindi. Ni Premier League anayeshika mkia ni KenGold. Pengine hata katika mchezo huu yawezekana tukashuhudia atakayekuwa juu ni Kagera, kwa nyuma ni KenGold. Wameamka Kagera Sugar, what a finish kutoka kwenye mguu wa Shigella.